Halmashauri ya jiji la Mbeya imezindua rasmi mpango mkakati wa halmashauri hiyo kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2025 hadi mwaka 2030 ukitoa kipaumbele kwa masuala 29 ikiwemo kufuatilia na kusimamia mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri hiyo kwa makundi ya vijana, wanawake na walemavu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkakati huo, mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa ameishauri halmashauri ya jiji la Mbeya kuongeza ukaribu na mahusiano mazuri na makundi mbalimbali ya kijamii kwa kushirikisha masuala yanayohusu halmashauri hiyo ili mkakati ambao umezinduliwa ufanikiwe kwa asilimia kubwa. Kwa upande wake kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya Annamarry Joseph amesema jiji hilo lina malengo mbalimbali, lakini bila kuwa na mikakati yanaweza yasifanikiwe, huku mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Mbeya Dor Mohamed Issa akiyashukuru makundi mbalimbali ambayo yameshiriki katika kuandaa mpango mkakati huo. Awali akisoma taarifa ya mpango mkakati mbele ya mgeni rasmi mchumi wa halmashauri ya jiji la Mbeya nunduma amesema ili mpango mkakati huo ufanikiwe kuna masuala ambayo wameyapa kipaumbele ikiwemo la kufuatilia na kusimamia mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri hiyo kwa makundi ya vijana, wanawake na walemavu kwa kutoa elimu kwa makundi hayo, lakini pia kutoa mkopo kulingana na uwezo wa kundi. Amesema mtajenga kituo cha watoto wa mtaani. Sisi tunataka kuamini tunaoshiriki uzinduzi wa leo ni kwamba ndani ya utekelezaji wa mkakati huu mpya wa miaka hii mitano ufanye changamoto ya watoto ya mtaani baki kuwa historia. Kama ni kujenga, lakini pili, nadhani kuna zaidi ya hapo e, maana tukijenga, maana tuna wahifadhi. Mbeya ni jiji liko katikati ya mikoa saba. Sasa maanake wataendelea kuja, watajaa, utafanyaje? Lazima tuwe tuna mikakati ya kuwaingiza kuwa trade na kuwatoa kama watu wengine, sasa watu wa kwenda kuzuru hapo tutakuwa tumetibu tatizo na tutaweka jiji letu salama zaidi. Jiji letu bado ni kubwa kibiashara na linaendelea kukua kila siku. Tunataka kuona kwenye mpango mkakati huu sasa kwenye utekelezaji wake. Tuone sasa jiji la Mbeya tunafanya biashara masaa 24. Eh, hii kwamba saa 12 kila kitu kimefungwa kuna wageni wanatoka nchi za jirani, tuna mipaka miwili mikubwa. Hebu tuitumie, wajue masoko yetu sasa eh yana opereti masaa 24. Tuanze hata kwa kuchagua tu hapa na hapa, tukifanya vizuri tuendeleze kwenye maeneo mengine. Mbea oye! Kwa tunapokwenda kwenye hii miaka mitano, hayo ni baadhi ya mabadiliko tunataka kuyaona ndani ya jiji la Mbeya. Na mabadiliko haya yataongeza uchumi wa jiji pamoja na wa mtu mmoja mmoja ndani ya eneo hili.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 Na tukifanya hivyo, wataoni huu mkakati na wakisha uoni kwa wao kwao, basi shughuli imeisha. Eh, Mbeya oye. Tuna mabadiliko makubwa yanakuja. Stand e, na stand mpya. Eh, na soko jipya na mengine mengi. Hapa tuzungumzie mara nyingine kwa sababu tumeshaisema sana. Haya yote yanakwenda kufanya jiji letu liwe la kisasa zaidi. Hi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha na watu wetu akili zao wa zinabadilika na kuwa za kisasa. Tusiendelee kuoperate vile eh, vile tulivyozoea au katika utaratibu ambao umepitwa na wakati kwa sasa. Na mheshimiwa Mbeya, nadhani moja ya jambo ambalo likatufurahisha sana niya kusababisha jiji letu liwe ni smart city, tuone jiji letu sasa eh, mitandao inapatikana, yako maeneo ambayo wanafunzi wanaweza wakakaa wanapata internet bure eh, maana ndio dunia inakoelekea. Mbeya oye.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 ambao tunaamini malengo hayo kama hatutakuwa na mkakati wa kuyatekeleza hatuwezi kufanikiwa, maana ukiwa na malengo bila mkakati huwezi ukayafanikisha. Kwa hiyo baada ya kuwa na yale malengo tukaona ni vyema tukandaa mkakati. Mkakati huu ambao una mtiririko wa mambo mbalimbali ambao tutayafanya ndani ya jiji la Mbeya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 wamekuwa wakiitwa katika kuja kujadili mpango mkakati huu, hawakuwa nyuma, wameshirikiana na sisi vizuri. Lakini niwashukuru vile vile watendaji wetu wa kata, mpango mkakati umepita katika kila eneo na hatimaye leo imefika siku ya kuzindua mpango mkakati huu. Niwashukuru ninyi nyote kwa kazi kubwa ambayo mmefanya, lakini niwashukuru waheshimiwa madiwani katika vikao vyetu vyote ambavyo vilipita, hii mpango mkakati waliweza kutoa mawazo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 ya kuenda sawa sawa kupitia mikopo iliyokopwa. Viko vikundi vinakopa kwa ajili ya kunua boda boda, wakishapata hela wanaanza kutengeneza mawazo ya kubadilisha, lakini watakapopata elimu hii tunaamini wataenda sawa sawa. Wengine wanajua kabisa kwamba wamekopa kwa ajili ya mamalishi, wakipata fedha wanaingia na shetani wengine wa kuweza kuwabadilisha. Tutatoa mafunzo na shetani huyu atawatoka,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 una uwezo wa kukopa milioni mia mbili unataka milioni mia tano hatuwezi kukupa kwa sababu unajua hauwezi kurudisha. Ni kilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.